Nam mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimetokea huko mtandaoni ni kwamba Mr Pimbi amekuja kuzungumza jambo hapa kuhusiana na track ambazo zimetoka hivi karibuni <mulia> kama unavyoelewa ni kwamba Harmonize na Diamond Platinumz wote wamekuwa wakitoa kazi mfululizo, lakini tunaweza kusema kwamba kiukweli kabisa inaonekana wazi kwamba aha, Diamond Platinumz amekuwa akitoa kazi nyingi zaidi, kwa sababu mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba Diamond ameachia project zaidi ya tano, lakini ni project ta, kazi ni tatu mpya, nyimbo tatu, lakini nyingine zina video tayari na hiki ni kitu ambacho Diamond aliahidi wazi kabisa kupitia mtandao wake wa Instagram. Aliweka wazi kwamba mwezi huu wa Oktoba ni mwezi wake yeye wa kuzaliwa, yaani ni birthday month. Kwa hivyo basi, moja kwa moja aliahidi mashabiki zake kwamba atatoa kazi back to back, yaani hakuna kudevela wala kupoteza time, ni kwamba Diamond aliahidi kwamba atatoa kazi mfululizo na at the end of the day kitu ambacho tumekishuhudia ni kweli, Diamond bwana ame, amelifanya lile ambalo alikuwa ameliahidi, na tumeshuhudia jinsi gani ambavyo Diamond amekuwa akiachia kazi baada ya kazi e, ni kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii basi, obviously utakutana na kazi za Diamond Platnumz zikiwa zinafanya vizuri kama vile YouTube bwana ziko on trending kuanzia namba moja mpaka namba tatu mpaka tunavyozungumza hivi sasa. ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, ni kwamba e, kazi za Diamond Platnumz zimekuwa zikienda, lakini kwa upande wa Mr Pimbi yeye amezungumza tofauti kidogo. Kwa upande wake yeye bwana amedai kwamba kwa yeye, kwa ukimuuliza kwamba kazi ipi ambayo iliyotoka ni kali bila upendeleo wowote, yeye amemfavor zaidi Harmonize, akidai kwamba Harmonize Konde Boy, kazi ambazo amezitoa hivi karibuni bwana ni kazi bora zaidi. kwa mfano, kwa upande wake yeye Mr. Pimbi amesema kwamba kazi ambayo ameitoa hivi karibuni inayokwenda kwa jina la Kidedea ni moja kati ya kazi bora kabisa ambazo zimetoka, ukilinganisha na nyimbo zote ambazo Diamond amezitoa kwa mwezi huu wa na Mr. Pimbi bwana amekuja na hizo facts kupitia ukurasa wake wa Instagram. Amerekodi video kabisa na kuiposti akiwa anaelezea swala hilo, nataka hapo umsikilize <mimu> Harmonize amenyima nyimbo yake kwangu, lakini nini, ukiniletea mzani wa kupima, ni nyimbo gani kali? To be honest, bila kumpendelea msanii yoyote, kwangu Kidedea ni kali kuliko Sasampa. Lakini kwa nini Sasampa inafanya vizuri na imekuwa gumzo Kut Uh, Mr. Pimbi bwana anakuambia kwamba ukiangalia nyimbo ambazo zimetoka hivi karibuni, ni kwamba kidedea, nyimbo ya Harmonize Konde Boy, ni kali zaidi ukilinganisha na wimbo wa E, wa Diamond Platnumz ambao anakwenda kwa jina la Sasampa, lakini kwa mujibu wa Mr Pimbi mwenyewe anadai kwamba sababu ya wimbo wa Sasampa kufanya vizuri zaidi ni kwa sababu promotion yake ilikuwa ni kali. Kwa mujibu wa Mr Pimbi anadai kwamba e, nyimbo za Harmonize, zinakosa air time, zinakosa kwenda japokuwa ni nyimbo bora zaidi, ni kwamba Harmonize anazinyima promotion Awewe tunapaswa kujiuliza, ni swali ambalo Harmonize pamoja na, pamoja na management yake wanapaswa kujiuliza, kwa nini wimbo kama Sasampa umepokelewa kwa mapokezi makubwa na umekuwa gumzo mjini, lakini ukipima katika mizani kiuhalisia, kidedea ni wimbo mkali. Naam, hicho ndicho alichokizungumza Mr. Pimbi. Anadai kwamba bwana, kwa upande wake yeye e, management inatakiwa ikae chini ijiulize, yani management ya Harmonize Konde Boy inapaswa kukaa chini kujiuliza kwanza e, kwa nini nyimbo zao haziendi e, wakati ni nyimbo kali, lakini huku upande wa pili Diamond ndiye anatoa nyimbo za kawaida tu yeah, so, so hicho, hicho ndicho hicho uh, ndicho alichokizungumza Mr Pimbi. Lakini pia kuishia hapo, akaendelea kusema kwamba bwana, sio kwamba labda kusema eti Harmonize, bwana anatoa nyimbo ambazo sio nzuri au labda hajui kuimba. Hapana, iko hivyo, ni moja kati ya wasanii ambao wanakujaga na nyimbo kali uh, nyimbo kali sana, lakini tatizo ni kwamba uh, swala zima la kuinvest, yani kuwekeza katika swala zima la kupiga promo, kazi ziende, hapo ndipo mtihani ulipo, na inapelekea nyimbo zinadumaa. anapaswa kujiuliza. Sisi tuna sisi tunampenda Harmonize na tunamtakia mema na tunatamani tuna kuona muziki wake unazidi kusogea mbele na shida ya Harmonize sio kwamba hajui kuimba. Hey guys, shida ya Harmonize sio kwamba hajui kutengeneza mashairi. No, no, no, no shida ya Harmonize iko mahali pengine. Ni kwa nini hawa watu wakufanya challenge, wanafanya sana challenge nyimbo za Diamond? Why nyimbo zake hazifanyii challenge <coughs>

Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa mujibu wa Mr Pimbi, bwana, anadai kwamba eh, tatizo ni kwamba challenges sio nyingi. Sasa ukizungumzia swala la challenges bwana, hizi challenge ndiyo kitu ambacho kinacho promote hizo nyimbo. Yaani, eh, yani ni kwamba eh, unavyofanya challenge ndivyo ambavyo watu wanavyozidi kuifahamu nyimbo, ndivyo watu wanavyozidi kuizoea na kuifuatilia na mwisho wa siku watu wanaipenda na ikipendwa ndio inakuwa hiti. Kwa hiyo kwa mujibu Mr Pimbi anadai kwamba watu wanaofanyaga challenge huko mitandaoni wengi wana prefer sana kufanya challenge nyimbo za Diamond Platinumz kwa sababu Diamond huaga di e, anawasapoti, lakini kwa upande wa Harmonize afanye hivyo. Na ndio maana watu hawanaga sana time na nyimbo zake, hakuna challenge, hakuna nini, mkono umekuwa mfupi pamoja na ustaa uliokuwa nao pamoja na umaarufu uliokuwa nao, bado unahitaji watu wa kusapoti katika muziki wako, na always mimi huwa na nyoka, kuna machawa huwa wanasema wao ni wafiadamu wa Harmonize sini. Hebu niambie aliyefanya challenge ya Kidedea ambaye ni Tim Konde ni nani? Ya so, kwa kifupi hapa ni kwamba Mr Pimbi bwana anazungumzia kwamba yani, e, nyimbo za za Harmonize hazifanyiwi sana challenge, watu wazisupoti, kwa sababu Harmonize hatoi fedha. Yani kwa kifupi ni kwamba hawa mastaa wenzie waga wanatoa aga fedha na ndio maana watu waga wanazisapoti nyimbo zao, wanazifanyia challenge na vitu vingine kama hivyo, lakini kwa upande wa Harmonize Konde Boy, yeye afanyi hivyo, na hiyo inapelekea moja kwa moja eh, watu wasimsapoti kama the way ambavyo wengine wanavyosapotiwa. ya yeah, so hiyo ni kwa mujibu wa maoni ya Mr. Pimbi kuhusiana na hiyo situation. Kwa hiyo wewe pia ukiwa kama mdao bwana, hebu na wewe pia tuweke maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata